Wakorino, tuko na haki na sisi pia, rais hajatusaidie. Karibu sana jirani iini ya mwezimungu. mm -hmm. anini sana sababu unakumbuka, wakati kuna wakati fulani kitambo, akiwa wakati wa uhuru Kenyatta, ikiwa naibu wa rais, mbura wa kwanza mamlaka mm -hmm. yote alikua alikuwa akitoa kitoa milioni kadhaa milioni kadhaa kwa nini, kwa makanisa ndio baadaye kidogo moda wa pili akanyang'anywa mamlaka akapewa nani katiangi hiyo mm -hmm. Iyo mambo ikaja ikapoa. Ukanisa sasa itolee milioni tatu, milioni ingapi inatolewa elfu kadhaa uh -huh. Sasa kwa wakati huu alikuwa na mamlaka sasa, anatoka milioni kadhaa. Kwa hivyo mimi siamini kama ni kweli kabisa, mwenyewe mwenyewe jipige pige tu akili kwa mm -hmm. nini, wakati ule wakati alikuwa nayo, kuna mamlaka amepewa kidogo, kila mata anasimamia, anatoa milioni kadhaa wakati ilipewa matiangi hiyo ikawa imepunguzwa, inatolewa elfu kadhaa. Sasa wakati huo wako nayo anatoa maruka milioni kadhaa kwa kanisa. Kwa hivyo mwenyewe jipige jipige jipigejipga kuambia ni nini, lakini mwenyewe jifikirie tu. Inshaallah, shukran. Karibu tena. Huyu ni Idi Wandera. Idi Wandera ametumia uh, lugha ya mafumbo, nasema tujiulize sana Wakati akiwa, wakati wa mizi so alikuwa anatoa kama hivi alafu misukosuko kidogo to, lile toleo likapungua. <laughs> Sasa hivi amepata urais toleo limeimarika maradufu mm, zaidi ya lile Bin Juma, wa alaikum ssalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bin Juma, uh, shahru mubarak wa saum makbul kwanza. <laughs>

Alaikum salaam, karibu. Ndio, unarudi? Mwongozi yoyote katika ulimwengu ama dunia ana matamshi ya kulaani watu wake, ni ngumu sana eh? Ni ngumu. Kasisi ama pastor anayeongoza kanisa nwa haki ya kusema kwa hawa si wetu, hawa ni wakora, hana uwezo huo. Sasa kwa waongezi watu wawili hawa mm -hmm. Je, tunawaamua namna gani? Kweli sadaka inakwenda wapi? Tuseme kweli, wewe unataka kutoa sadaka kweli kwa njia ya Mungu na yoyote ambayo, mashallah alhamdulillahi, anatoa sadaka jili ya Mungu mm -hmm. Anambiwa Mwenyezi Mungu hapendi mtu kulani laani, hapendi mtu kusema maneno sio kwa ya sawasawa, na anapenda kuweka watu katika njia gani ya sawa ya sawasawa sio? mm -hmm. Sasa hii ni kama kuchukua nini eh, nyama unaitoa katika mdomo wa mamba, ndio unaipeleka katika mdomo wa simba mm -hmm. Sasa umesaidia nini? <laughs> Eh, wemrahisishia simba tu hapo habibi. Sasa unaona kama yeye kwanza tayari amezungumza kwanza, kaita hawa watoto hawa ni wa, ni mashetani hawa, ama amewaita katika lugha nimeisikia hapo mm -hmm. kuwa ni watu ambao wanapinga mambo ya Mungu mm -hmm. shaona, na hawatawahi kufaulu. Sasa wewe unajuaje hawa hawatawahi kufaulu? mm -hmm pona wahakika gani? Okay. mm -hmm. Pasta mwenyewe tumemsikia yeye akizungumza akisema hawa watoto ni watoto wakora na sio watoto wetu. mm -hmm. na kila kitu, kanisa kweli inachagua watoto wakora? haicha kwanza, wa wakora ndo wanaotakikana zaidi zaidi, sio aha? Sasa ukishawatenga hao, sasa hii pesa iende kwa watu gani, hii ambayo imetolewa kwa Mungu? mm -hmm. Kwa hivyo utaona hizi ni zile mambo tu za woshwosh na nini, unasikia kiwanja kiko hapo mali mingi, kanisa zikini, na ukienda mahali mingi ukisikia hizi kanisa nini utasikia zinatengenezwa zile nini nyumba za watoto kulala. Ndio. utaona katika eh, mm hizo nyumba ziko nini, hao watoto wanaenda kulipa wale wa university ama nini. Ushaona wanalipa watoto sasa ile pesa yote inaingia kwa nindia, kwa nini gani naingia nani mfuko wa nani? hii ni private ni church sio ndio ya mtu binafsi sio mhm eh sasa so, niambie all this and the, all that land and all that much money that it's going mhm kuna njia ambayo wana wana wana, nini eh, kama vile walikuwa wanasema wataregulate mambo ya nini ya hizi pesa taxation sio ah sasa hii inafanywa hivyo inakuwa audited kutoka katika nini yake Mm -hmm. Haya tu wallahi, alhamdulillah, mimi nashukuru tusingi mm -hmm. mambo ya sadaka na kila kitu, lakini kuna mm -hmm. mambo pia unafaa ukiwa unatoa sadaka uzingatie pia kuwa unapozungumza pia mm -hmm. wale ambao wanakupiga vita Ndiyo. ama wale ambao wanakatana na wewe ukangalia, mm -hmm. je, wanakataliana na lipi kutokana na haya, kuna matatizo gani nianze kuyatengeza usiyapige usiyapige vita yale mawazo yao, ushaona. Jaribu kukaa nao chini, kuwavuta karibu. Nasikia kama ule kijana alizungumzia kuhusiana mambo ya pesa za university, za university, pesa za health, ushaona, ushaona, watoto skuli wako na problem, pesa zimetolewa, lakini hazijafika. mm -hmm. all these things, haya kweli hazioni hizi zote lakini tuzingatie sana wallahi, tunapotoa michango yetu tunatoa michango yetu kwa watu gani, na zinakwenda wapi, na zinagalika namna gani? Wassalamu mm -hmm. so, alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena Bin Juma. Tutamatishe na ujumbe hapa ambao pia ni mwingi. Anasema, waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naona maoni yangu si vibaya kutoa huo mchango, lakini kuna mahitaji ya wananchi ya muhimu zaidi, hata kama ni hawa vijana washughulikie pia. Ni anasema pia wa vijana pia washughulikie. Ni mama Mariam. Asante sana, mama Mariam, karibu tena. Anasema si vibaya kuchangisha, ila pia na mambo mengine ayapatie umuhimu. Mwengine hapa anasema waalaikum ussalamu wa rahmatullahi wa barakatu. Kwanza tumshukuru Allah kwa neema ya afya swiha na amani Alhamdulillah. Leo tumepata neema ya mvua. Sisi kama Waislamu hatutaki hizo pesa zake, na tuseme alhamdulillahi. Huyo awekataa wazo na fadhili na la athwali, kwamana sisi pia eh, tuletewe. Mwengine anasema waaleikum ussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Historia yajirudia, kama wakumbuka, wakati wa siasa hulka hii ilikuwa na baadaye makanisa wakajilaumu kwa kula hongo. Abdalakase huyu, haya. Abdalakase anasema e, ni historia inajirudia by the way. E, unaona hata kwa upande wa makanisa mm -hmm, na wao pia wangekuwa na hizo uh, regulations mm -hmm, ambazo zingekuwa zinahakikisha uh, haki na usawa ambao unatendwa kuhusiana na masala haya ya, ya sadaka. mm -hmm. Uh, na hata upande wake rais eh, tunarudia tena jambo la sadaka, si jambo baya kwanza. mm -hmm. ni jambo zuri sana. mm -hmm. na unajua, in fact, tunahitaji sana katika taifa la Kenya, kwa sababu ya hiyo hiyo serikali eh, makosa ambayo wanayafanya kuidhinisha, uh, kamari, michezo ya kamari katika taifa hili, mm -hmm. au kuhalalisha michezo ya kamari. Kwa hiyo hizo sadaka pia ingekuwa ni vizuri pia kupunguza lile joto, japo pia halipungui hivyo. Kamari watu anatakiwa waiache kabisa mm, lakini kama vile ambavyo ana nguvu na moyo wake wote amejitolea kwa sababu ya sadaka kama kanisani, angefanya vile vile kwenye pesa za umma, kama vilio vya wanafunzi wa vio, kama leo narudia tena, John Mbada anasema kwamba serikali imelemewa na ufadhili wa shule eh, wa, wa masomo yes. ya vyuo vikuu mm -hmm. Kwa hivyo ina maana hapa hii ni hii, hii kauli ya Mbadi ni ishara kwamba huku tunakoelekea haya mambo yatakuwa hakuna kabisa. Sasa kwa hivyo mzazi atabeba mzigo wake yeye mwenyewe mm. na ni jambo ambalo limekuwa miaka yote, ili jambo limekuwa, marais wote wamekuwa kwa nini limekupata songo mbingo wakati wa rais William Ruto? mm -hmm. Hapa ni maswali ambapo watu watakuwa wanajiuliza hata vizazi vitakavyokuja kwa baada yetu, watajiuliza haya maswali mm -hmm. Marais waliokuweko walikuwa wanafadhili elimu ya, ya juu. How come kuingia tu William Ruto chini ya mwaka mmoja ufadhili wa elimu ya juu umeanza kupata utata? mm -hmm. Kivipi? mm -hmm. Ni mambo ambayo ya, ya watoto watajiuliza maswali hata katika vizazi vinavyokuja. Kwa hivyo kama vile ambavyo tunamsifu katika masala haya ya kutoa sadaka eh, basi ahimize pia katika suala hili la kwamba pesa za umma zitumike kisawasawa. Na zitumike pale panapostahiki pasi na kupungua hata shilingi hmm. Hmm. Pia pale nikiongezea tu hapo uh, kule kutoa kwa sadaka hmm, ni kitendo kizuri bila shaka ambalo inaleta uh, sifa nzuri kwa kiongozi yoyote hmm. Lakini wakati ambapo kama alivyosema Binjuma ya kuwa kitendo hakiwezi uh, haliambatani na mazungumzo hmm, yani vitendo wala mazungumzo bila hmm, shaka inaonyesha ya kuwa Uh, sababu ya wewe kufanya jambo fulani mm -hmm. ina ina kuna ile swala ya hi, yani kuna kuna fiche kuna jambo fiche, kuna ajenda fiche pale ndani. Kwa hivyo mwisho wa siku sadaka inapaswa kutolewa kwa ajili ya kumtumikia Mungu peke yake mm -hmm, si kwa kujionyesha mm -hmm. Pia kutoa sadaka kwa siri ina inaleta ina, ina uzuri wa aina fulani uh, inaepushana na watu ku, kukudhania ya kuwa wewe ni mnafiki. Bila shaka ndio maana yake hiyo, msikilizaji, na hivyo ndivyo mambo yalivyo hapa, cha msingi na cha sekondari msikilizaji, yukit, ukitizama kwa undani kauli yake Simba Jike eh, Ramla ah, Abdi ambaye pia ninahodha mwenza ni kwamba hapa Tufahamu jambo moja tu, ukitekeleza wajibu wako na majukumu yako vilivyo naipasavyo hushinda sadaka ya pesa, ile ni zaidi ya sadaka. Na hilo rais ajue, kama anapenda sadaka, basi sadaka bora ni atekeleze majukumu yake vilivyo naipasavyo. Kwa niaba ya nahodha mwenza Ramla Abdi, msikilizaji, tumekuwa nawe kuanzia mwendo wa asubuhi hadi sasa tunapokuacha kwenye mikono salama yake Princess Samira Galoro kwenye Women's corner, which is around the corner, usikibonyeze kidude mwenye kufunga siku moja tu kwa ajili ya Allah, Allah humuepusha uso wake na moto kwa mwendo wa kadri ya miaka sabini. Siku moja basi, hii inaweza ikatiwa dosari na ndovu wa Ramadhani. Mtume anasema man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, mwenye kufunga Ramadhani akitaraji thawabu na akiwa na imani thabiti, anasamehewa madhambi yote yaliyotangulia.